Kundi la pili, kundi la pili ni wazee, wazee, wazee akina mama na wazee akina baba, wale watu wa kwenye miaka ya sabini, kuna umuhimu mkubwa nao wa kupewa nafasi ya kwenda kupiga kura ya mapema, sambamba na watu wenye mahitaji maalum, kwa maana ya walemavu. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, hichi ninachokisema nakisema kwa sababu ndani ya moyo wangu nimeona akina mama wakiteseka kwenye mistari ya kupigia kura, nimeona wazee wakiteseka kwenye minesuma, mistari ya kupigia kura, nimeona walemavu, watu wenye mahitaji wakiteseka siku ile ya kupiga kura kwa watu wote. Na kuombeni sana wawakilishi watarajiwa, ambao mtakuja kuunda baraza la wawakilishi, serikali yetu tukufu ambayo itaingia madarakani kama mimi nitabahatika kuchaguliwa na Wazanzibari, nitahakikisha kwamba haya nayasimamia, na tendo hili la kura ya mapema makundi haya yataingia pamoja na yale ambayo yatapendekezwa na asasi nyingine. <mulia>